Leo nayo amani na, na furaha eh, kuabudu kwenye kanisa hili la Katoliki, hapa nhapa Makere um, na ratiba. Leo tuna ratiba ya kuweka jiwe la msingi kwenye ujenzi wa kituo cha afya kikubwa ambacho tunakijenga hapa Makere ambacho kina gharimu zaidi ya bilioni mbili za Kitanzania na mimi ndiyo mgeni rasmi kwenye kuweka jiwe lile la msingi lakini pia tutapata nafasi ya kukaa kikao cha ndani na viongozi wa Chama cha Mapinduzi um, baada ya kuona ratiba inaanza asubuhi mapema hapa, sasa ni vizuri nije kuabudu pamoja na waamini wa Makere Kristo ili nianzie kanisani alafu baadaye tuende kwenye mambo ya wa kiserikali. Uh, wakati nakuja hapa niliongea na mheshimiwa diwani wenu akaniambia kuna wakati ambapo kulikuwa na uzinduzi wa arubabu ya um, kwaya yetu ya hapa Makere. Mi sikuwepo, lakini mheshimiwa diwani yeye mlimwalika, akawa iko hapa wakati uko hapa, akaona nishirikishe ya mimi baraka za sadaka kuchangia eh, eh, uzinduzi wa rubabu. Kanipigia simu, tukawa tumeteta akawa ameahidi shilingi laki tatu kama sadaka ya mbunge kwa ajili ya uzinduzi wa rubamu hiyo. Kwa baba paroko, leo nimekuja naye, naomba kiongozi wa kwaya nadhani aje niweze kuikamilisha kui sadaka ya, lakini baba paroko eh, nimesikia na matangazo na viongozi wetu hapa ndugu eh, yangu eh, kadogo Samuel, kuna shughuli ambayo mnaendelea nayo hapa eh, ya ujenzi wa kanisa. Nakumbuka hata mimi nilikuja wakati ule tukaabudu mle na eh, mheshimiwa makamu wa rais. Naomba pia kwa sababu nilikuja kwa sababu ni wa paroko, nilikuja nikijua nakuja kukamilisha sadaka yangu ya ya kwani, lakini hii nao pia imenigusa

eda kushukuru kwa nafasi hii. Kimsingi nipende kulishukuru kanisa la Mungu, kanisa Katoliki Tanzania kwa namna ambavyo mmekuwa m me, mnatuombea sisi kama viongozi, sisi kama serikali. Ukweli ni kwamba kwenye uwanja wa siasa kuna mapigano makali sana, bila maombi ya kanisa hatuwezi kutoboa. Unasema mtali kwa maana ya uhai wetu, kuna mambo mengi, kuna nguvu za ajabu lakini kutokana na maombi ambayo mnaomba kila Jumapili na kila wakati, hasa kipindi cha Kwaresi, ndio maana tunaendelea kuwa na nguvu za kutumikia, lakini na nguvu za kuendelea e, kusonga mbele. Kwa hiyo bado tunategemea kanisa sio tu kwa ajili ya kutuombea serikali na viongozi, lakini pia bila kanisa la Mungu liliyosimama imara, hata amani kwenye jamii haiwezi kupatikana. Ni ninyi ambao kila siku kila itapo leo natuasa na asa jamii yote kuenenda katika misingi inayowapasa kuacha mambo maovu. Ndiyo maana taifa letu naendelea kuwa kiswa cha amani, kwa sababu kuna watu ambao wanafanya maombi kanisa la Mungu, naombea taifa hili, naombea Tanzania, ili wa Tanzania, amani izidi kutawala. Kipekee namuombea sana mheshimiwa rais wetu, na azidi kupata maono kwa ajili ya Watanzania. Endeleeni kumuombea aendelee kuwatumikia Tanzania kwa, kwa kipindi ambacho ya ya Mungu amemjalia kuwa rais wa Jamhuri Jamhuri ya ya Muungano wa Tanzania. sana. Mungu akubariki. Tumsifu Yesu Kristo. a